Leo inshallah tunaingia katika kipengele kingine tutaanza katika nguzo miongoni mwa nguzo za sala ambayo ni takbiratu al-ihram. Tambua, mtazamaji, kwamba takbiratu ihram ni maneno mawili, lakini maneno haya yanabeba maana kubwa sana katika maisha yetu k Kum mtu ambaye anesali baada kunyenyekea baada kujidhoofisha baada kujiona yeye si chochote si lolote, baada ya kuona amesimama mbele ya mfalme wa falme wote, baada kuona unakasimama mbele ya mlezi wa ulimwengu wote, mbele ya Allah subhanahu wa taala na kumtakasa Allah subhanahu wa taala Subhana Ta anazidi kumwambia Allahu akbar, huku katika imani yake anaitikidi kuwa sasa hivi anaingia hasa katika ile ibada lakini katika kuingia katika hii ibada anakiri kwamba Allahu akbar, maana yake Allah ni mkubwa zaidi. Maana tukiangalia kiharaka haraka ni maana ndogo, lakini maana ya kiuhalisia Allahu akbar ina maana kubwa sana. Tuje katika hali za watu kijamii. Mtu anaposoma Allahu akbar, takbiri haram, anaitakidi kwamba mimi hapa ndo ninaingia katika ibada, ndo naanza katika ibada. Ikiwa mtu huyu ni mtu ambaye ni dhaifu duniani kimono wa kijamii, kwa anaposema anaposema Allahu Akbar, anajipa moyo kwamba huyu ne mwabudu Mola wangu, ni mwabudu ni mkubwa zaidi. Maana yake ana ufalme mkubwa zaidi, yeye ndio kila kitu katika maisha yangu, kwa hata kama watu wanandharau katika dunia hii lakini, Allahu Akbar, Mola wangu ni mkubwa, kwa yeye Mola wangu ndio atakayenisaidia kila kitu katika maisha yangu, kwa shida yangu mimi, kila kitu changu mimi, udhaifu wangu huu ambao naonekana katika jamii, kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala si kitu, atanifanya kuwa ni mwenye nguvu, kwa ni Mola wangu ambaye ninemtegemea, ni mkubwa zaidi, ni mwenye nguvu. Lakini vile vile mtu ambaye jemedari au mtu ambaye ana cheo au mtu ambaye ana uwezo fulani anaposema Allahu Akbar, inamfanya Allahu Akbar aje chini adhoofike au myenyekevu. Kwa nini? Kwa sababu yeye akijiona kwamba ana nguvu, akijiona kwamba ana utawala fulani au fulani, ana mali fulani, basi mbele ya Allah subhana wa taala si kitu.

kwamba mimi udhaifu wangu, lakini namtegemea Allah subhana wataala. Allah ndio atakaeniwezesha na kila kitu katika maisha yangu. Lakini huyu ambaye mwenye cheo mwenye nguvu anayejiona kwamba ye kafika duniani, kwamba wanaposema Allahu akbar inamfanya shuke chini, kwani anayemwabudu Allah subhana wataala, ye ndio mwenye nguvu, ye ndio mwenye utawala, ye ndio kila kitu. Kwa ili awezi kumridhisha Allah subhana wataala lazima aje chini ili awe sawa na watu wengine, na Uislamu huu umetuweka kwama watu sawa, kila mmoja ni mbora wetu